Ya, bana haile mwaka mpya. Bana, leo nawaletea miguu ya pasati. E, pasati ni mguu huwa hapana. Ikiwa nimegeuza simu, nipo kwenye upande nyeupe, ikete ndo pasati sasa. Ngoja nicheze na huyu farasi, mchezo wa pasati huu, maana anacheza ngoma nyingi sana kwenye mchezo <coughs> kuna umu hapo, mguu miguu ipo mingi sana hapa. Sasa yaani, asikwambie mtu kuna mguu mmoja tu, hakuna kitu kama hicho. Kama hapa alivyoshika, mimi unashika huku, na ni mchezo ambao unataka hesabu nyingi sana. Kama hapa kuna kama hapa kete ninayoiona ni hapa, kuiweka meja au kuiweka kulia hapo kwenye hivyo vyumba viwili, na zote ni kete nzuri, lakini ni ngoma asilimia za sare, e, zote za sare, ila kwa sijua kidogo na mchanganya changanya. Sasa hapa, mfano tukisema tuweke ndani hapa, tuweke ndani. tuanze na kuweka ndani. Amekata e, amekata hapo, nilifuata shindu hili hapa, akizuia hapo, ina maana mimi naendelea kwenda kingi. Akisota pale mimi naendelea kwenda kingi kama kawaida hapa lazima upige, upige mixer hii hey, hii mixer japokuwa ni sare. Kwa hiyo hata ukila hivi yote sare tu, unakuwa anakupiga shindo hapo miwili hapa hey, lazima um, mchanganyie madesa aunaua, anatembea vyovyote atakotembea, bado ni sare, kwa hiyo

chezo mwingine tuangalie, mchezo mwingine huo wa kwanza sare, nipige mchezo wa pili tena mwingine nianze e, ndani mara ya kwanza alitokanakaa. Kwa hiyo hapo sasa, hapa kwa ile draft lingaludishe kidogo, ili draft mtu akishachezea hivi, utakuta kuna mwingine anaogopa kutoa hizi, kwa kwa mbili lazima, kwa mtu anajitahidi hawezi kupiga m, kwa hiyo msio kuogopa. Kwa <coughs> kwa hii hapa, akija hapa we unapaakikete una, una yako huko hmm. Akikulenga na wewe mlenge, akikushikilia pale tifua shindu ili yapo oh. Akija hapo we uliza viatu, akisunta kula hapa tifua shindu ili yapo. Akija hapo sasa hapa huu mchezo ni sare, ila ili upate sare cheza hapa. Endapo umeamua kucheza kama nilivyocheza mito kama mwanzo, cheza hapo. Ina maana ya kila hapo una mdoji hapo. Usiende kingi utafungwa, mtie kinyama hiki. Bado hujamaliza, usiende kingi, mtie kinyama hiki. Afuuliza viatu unakula mitatu, mchezo sare. Hivi ngoja tuanze tena mwingine kwenye pasati hii hii. Tuone huyu ndugu farasi, kama kawaida, anakaba mulemule, lakini miguu anabadilisha badilisha. Eh, tuone leo atabadilisha upi? Maona balaa hilo, leo ameweka mguu wa pasati na yeye yani. Ameipiga mwisho, imefika nusu akai. Sasa hapa shitua, hapa shitua, hapa afumaliza, hapa tia bomba, hapa kula aluka kula, akitia miwili yo taftiake inakuwa bovu. Kwa hiyo simo ana karuka karuka upande wa pili. Hapa toka toka. Hapa akitoka e, hapo amna maajabu hapa. We tembea tu. Hapa tia bomba. Hapa tembea, lazima akate, lazima hapa tembea. Hapa kula. Sasa, huu mchezo huu mchezo naonyesha sare yake, lakini mwenye nyeupe ambaye ndo mimi nashambuliwa baya mno, lakini ni sare. Kwa hiyo sare yake, kama umecheza kama mimi hivi, ili upate sare, angalia vizuri kete nitazozicheza. E, ukikosea tu umefungwa Cheza hivi e, cheza hivi yaani, ukikosea tu ichuma mkue atio uliza viatu <coughs> hapa kaba, hapa sija katembea, kingi nyingine hapa tembea, yaani cheza hivi hivi. Ikitokea trafti ili akicheza hapa, weshika hapa u, hivi hivi, usibadilisha hata mguu mmoja hapa hapa, uliza viatu kwake akitoka hapo tembea, yes, tembea tembea. Akitoka hapo sasa, hapa uh, kaapakamsaliao ina buskusie akikata hivyo haina shida. Akiuliza hapo eweka ndani hapo, miaka elfu tano ufungu, da, da, hapo utajua wewe hapo, miaka elfu tano ndugu zangu, ufungi miaka elfu tano Hata achezi sijia zime anacheza kifundi kinini ufungu, ila ukicheza hivi, ila ukikosea unapigwa mkuu ya ti. Kwa hiyo ukikosea nje hapo unapigwa mkuu, kwa sababu atakutema hapo, atakuja kula labda isike, ila kwa hapa hali kete yako hata moja, hali kete hata moja. Kwa hiyo tutoe draw tayari labda kwa kwa heshima tupige kwa heshima ya Krismasi ya mwaka mpya, tuweke tena mchezo wa mwisho. Tucheze mchezo wa mwisho kwenye pasati hiyo hiyo, kwa heshima kwa heshima mm. E, leo ametoka tena ule, tusha ucheza tunashika a akitia shindu hilo ehe sasa ule tuliweka tuliweka kulia hapa tuliweka kushoto hapa e, sasa leo leo, leo nataka tuweke kulia hapa. Tuliweka kulia tuliweka kushoto ikawa sare. Akija hapo tia bomba hapa. Hmm. Sasa akishacheza hapo na hii draft, labda nitoe ni, ni maelezo kidogo, hiyo kete aliocheza hiyo ndio kete sahihi. Ukisema ucheze acheze kete nyingine nje ya hiyo, hilo ni goli kwa ilo yani, na kwa goli kama akicheza kama hapa uh, akicheza hapa, okay akicheza hapo no na yeye anachezeka e, akicheza hapo na yeye anachezeka, kwa sababu hapo lazima utotia, utakata. Lakini sasa kama ujui hesabu inaeza kuchanganya hapa, lazima tegi hapa lazima utokea hapa sawa, akitoka hivyo hapo, ukitoka hii ukaweka uka ukatengeneza uka uka uka uka uka five hii unakuwa umecheza kitutusa hapa, kitaalam lazima uweke ndani hapa sawa, ambapo akiomba unamtema i miwili unakula, sawa, ambapo akija unakuja, simu inaita, akija unakuja Kija unakuja ee, e, kija hapa unakula. Sasa hii hiki kitaalamu inabidi asikimbize e, kama hivi, ili aje aombe izi hapa, na hikitangu imezuiliwa. Kwa hiyo atakuja hivi, ataenda kila hapa, na anakula uma, basi nakuwa ni sali.